Heshima yenu wote, Mheshimiwa mwenyekiti, nifanye vitu vitatu tu kwa ufupi, kwa haraka haraka. Cha kwanza nitamke akidi ya kikao kamati kuu hii, na wajumbe wenye kura ukiondoa wajumbe wa sekretarieti ishirini na sita, na mpaka sasa ukumbini wako wajumbe kumi na tano sawa na asilimia hamsini na nane akiji imetimia kwa ajili ya taratibu nyingine za ufunguzi wa kikao katika hatua ya baadaye. Baada ya ufunguzi wa kikao utakaofanya, tutatoa taarifa tu ya udhuru ya baadhi ya wajumbe ambao hawatafika, lakini katika hatua hiyo wale wajumbe ambao watakuwa wamechelewa watakuwa wamefika. Mheshimiwa Mwenyekiti, la pili ambalo ni vyema nikali nikalitamka mbele ya kikao mapema awali kabisa ni kwamba katika kikao hiki, pamoja na ajenda nyingine, tawasilisha kwenu barua ya msajili wa vyama vya siasa ambayo waliileta kwa katibu mkuu wa chama. Na wakati barua hiyo inaletwa hapa makao makuu ya chama, katibu mkuu nilikuwa safarini kwenye ziara ya operesheni ya No Reforms, No Election na barua hiyo iligongwa muhuri wa siri, kwa hiyo barua hiyo haikufunguliwa, ilifunguliwa katibu mkuu niliporejea ofisini. Na nafahamu kwamba kamati kuu ya chama hamna ufahamu wa maudhui yake kwa ukamilifu zaidi ya taarifa ambazo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ilizivujisha kwa uchache kwenye baadhi ya vyombo vya habari ka barua hii taretwa mbele yenu leo kwenye kamati kuu kwa mara ya kwanza, tuweze kutafakari maudhui yake na chama kiweze kufanya maamuzi, maamuzi mbalimbali. Kikao hiki cha leo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni cha kawaida, kwa kina ajenda nyingi kidogo: kufungua kikao, kuthibitisha ajenda, barua ya msajili wa vyama vya siasa, kuthibitisha miktasari ya vikao vilivyopita yatokanayo na mistasari ya vikao vilivyopita, taarifa hali ya siasa na utendaji kwa kamati kuu kutoka mwezi Machi mpaka mwezi Mei, taarifa na rasimu ya kanuni za bodi ya wadhamini taarifa kuhusu rufaa mbalimbali, tathmini ya reforms, no, no reforms no election na mpango wa ziara awamu ya nne, tathmini ya mahitaji ya mafunzo training needs assessment, Uteuzi wa makatibu wa kanda kwa kanda za Unguja na Pemba, na ajenda ya mengineyo kwa idhini ya mwenyekiti, na mwisho tafunga kikao. Kwa ujumla, kikao hiki kitakuwa na ajenda kumi na mbili. Mheshimiwa mwenyekiti, nihitimishe kwa kusema tu kwamba tunakutana wakati huu ukiwa wakati wa pekee kidogo katika historia ya nchi yetu na historia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 waendelee kukichangia chama kupitia namba 0744446969, 0744446969, na wawasiliane vile vile na viongozi wetu na kwa njia za mitandao ki ya kijamii, kuweza kujiunga na malipo ya kujirudia ili kukabiliana na hizo mbinu ovu za watawala.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 lakini mapigano yote saba yakilenga kwenye vita ya no reform no election na vita ya urais, mimi imani yangu, mheshimiwa mwenyekiti, chini ya uongozi wenu makamu mwenyekiti, na chini ya kamati kuu hii na chini ya uongozi wa mwenyekiti uh, mheshimiwa Tundu Lissu, pamoja na kuwa yuko kwenye kuta ya gereza, vita hii tutaishinda na mapigano yote haya tutayashinda. Kwa mheshimiwa mwenyekiti, nimkaribishe ufungue kikao hiki cha kamati kuu. Mheshimiwa mwenyekiti, karibu sana. Naomba waende kwenye podium pale. Zungumzie kwenye podium. Karibu sana.